Somo letu linalosema baki katika shina ili kushikilia mtiririko wa baraka. Baki katika shina ili kuendelea kushikilia mtiririko wa baraka. Sijajua wangapi watakuwa na kitabu au noti, kukuwa wanaandika lakini kama uwezi kuandika basi kwenye notiku kuandika kwenye simu, nili na ruhusu andika tu kwenye simu. Kama simu itakutia kishawishi ili uweze kuangalia message, basi irekodi -i tu, alafu pale juu mute ili usiweze kuona nini kinaingia. Bwana Yesu asifiwe. Baki katika shina ili kushikilia mtiririko wa baraka, yaani tungesema Always stay connected to a stem. Bwana Yesu asifiwe. Baki katika shina. Baki katika shina. Hebu mgeukie jirani yako mwambie baki katika shina kwa sauti. <laughs> Mgeukie mwingine mwambie baki katika shina. Unajua, mti una sehemu kadha wa kadha, hata katika sayansi tunajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Na shina huwa kazi yake kubwa, linashikilia matawi na ndio njia pekee ambayo a, mti utatumia kupitisha chakula kwenda kwenye matawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo shina matawi hayawezi kustawi, pasipo shina matunda hayawezi kutokea, pasipo shina majani hayawezi kuwa na ustawi wake. Ndiyo maana tunasema shina ni msingi sana wa kupitisha taarifa za msingi kwenda kwenye tawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo ili mti ili tawi liweze kuonekana ni tawi, lazima shina liwepo. Pasipo shina, tawi haliwezi kuwepo. Tunahitaji shina ili tawi liweze kuendelea kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta tawi linaning'inia hewani halo halo, wewe fanya mfano. Ilivyokuwa tunasikia taarifa zamani, ukienda Sumbawanga alipotokea mkurugenzi na kiongozi wa SDD hapa, zamani tulikuwa tunasikia, ukipita pale ukaingia kwenye ofisi ya mtu unaweza ukakuta tu poti limening'inia hewani, sio kwamba limening'inia kama linaning'inia kwenye msumari, hapana. Yaani kama limefanyaje eh? Limevaliwa, liko hewani. Ukikuta namna hiyo koti, ungekuwa ni wewe unafanyaje cha kwanza eh? Yaani, unatafuta barabara iko wapi? <laughs> <laughs> Bwana Yesu asifiwe <laughs> sijajua kama wakati huu yapo, najua injili imeshapiga sana kule. Bwana Yesu asifiwe. Wale wenzetu walikuwa kukisikia kwa chele, si si, kwa nini si Yani, salamu zao ziko hivyo halo. Mfano unakuta tawi limening'inia hewani tu, liko pale, labda ni tawi la mpera, huoni shina, ila unaona tu tawi limening'inia hivi, alafu limejaa mapera mazuri, yanameremeta. Mapera ya wakati, mtu mwingine unaweza ukayakimbia. Tuchukulie muwepo kila mtu anapenda maepo hapa si ndio? Na kuna binadamu apendi epo? Bwana Yesu asifiwe. Unakuta tango la mwepo limeninia, alafu kuna maepo ya mazuri, unaweza kwa una ujasiri wa kwenda kuchuma yale maepo. Ehe. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. yeah. Kwa hiyo shina lina umuhimu wapi katika mti? na umuhimu wake ni mkubwa sana kupita vile tunavyofikiri, kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo mti unapata taarifa kutoka kwenye udongo ambapo kwenye udongo ndiko kuliko kuwa na virutubisho. Bwana Yesu asifiwe! Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ule udongo unapokuwa na virutubisho vile virutubisho vinapita kwenye mizizi. Mizizi inapandisha taarifa kwenye shina kwamba hebu pokea hiki kirutubisho ukipeleke kwenye tawi fulani, kwa sababu hilo tawi kwa sasa lina upungufu. Halo, taarifa za msingi zisipopita kwenye shina kwenda kwenye tawi, lile tawi lazima litanyong'onyea. Nikwambie kwambie jambo moja Shina ndo linalojua taarifa ya kila tawi. Ukiona tawi linanyeuka, ujue shina limeshakubali kwamba ili tawi kwa sasa halitakiwi kuwepo. Linawasiliana na yule anayerutubisha huku chini, bwana, ukiniletea kwa sasa kirutubisho, sitakipeleka kwenye tawi A hey, kwa maana hilo tawi kwa sasa halifai kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona sasa tawi linaanza kunyauka, linakauka. Kwani shina halikujua kwamba ile tawi linatakiwa kuendelea kulishwa? Lilijua, ila lina taarifa za msingi kuhusiana na tawi. Mwambie jirani yako, shina linabeba taarifa za msingi kuhusiana na tawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana tuchukulie mfano mti tu wa kawaida Unapoanza kumea tu, unaona tawi la awali linanyauka. Kunyauka kwa ile tawi kunasaidia matawi baadaye mengine kuchipua. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Halitanyauka tawi mpaka shina lirihie kunyauka kwake. Mwambie jani yako, alitanyauka tawi mpaka shina lirihie kunyauka kwake. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mwambie mshike mele yako mkono, mwambie ya leo tunarudi shambani. Mshike mwingine, mwambie leo tunarudi shambani, alafu mpigie Bwana Yesu makofi na kelele za shangwe. Tunaona katika kufundisha kwake Yesu Kristo alizungumzia sana habari ya shamba, akazungumzia habari ya mkulima akazungumzia habari ya mbegu, akazungumzia habari ya matawi. Alo alo, Bwana Yesu asifiwe. Alafu anawaambia watu na wanafunzi wake baba jirani yako ni mtu anayetumika shambani. Ya pili, mkulima, maana yake ni mtu anayemiliki shamba. Mwambie jirani yako ni mtu anayemiliki shamba. Maana ya tatu, mkulima, maana yake lazima amiliki mbegu. Uwezi kuwa na shambani, uwezi kuwa nafanya kazi shambani usiwe na mbegu tukakuita wewe mkulima. Alo alo, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mkulima lazima awe na mbegu. Alo tumpigiewake anamwambia, tazama, baba yangu ni mkulima. Maana yake baba yangu anamiliki shamba. Tujifunze hapa, kama Mungu ni mkulima, nani anayefanya kazi katika shamba? na huyo baba, unatembea hivi alafu ukakutana na shamba, ukasema hili ndo shamba na baba yake Yesu Kristo? Uliwahi? <laughs> Uliwahi? Sasa leo, hebu jishike kifuani namna hii, weka mkono wako hivi kifuani, alafu sema leo nimetambua kwamba hapa ndipo shambani mwa Bwana. Kwa hiyo kuanzia leo, Nimeliona shamba la Bwana yeah. Mpigie Bwana Yesu makofi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, Tazama, Baba yangu ni mkulima. Na yeye mkulima watasema mwenye shamba hili ni <coughs> mvivu Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Tunasoma katika Maandiko, Biblia inasema Roho Mtakatifu anafanya kazi shambani mwa Bwana. Kazi yake kubwa ni kuhakikisha anapalilia, anawekea maji yule mti, anaweka mbolea. Bwana <coughs> Yesu asifiwe kwa hiyo, kama Mungu yeye ndiyo mwenye shamba, kama yesu anavyosema, Roho Mtakatifu anafanya kazi shambani mwa Bwana, malaika wa Bwana wanafanya kazi shambani mwa Bwana. Hebu piga kelele za shangwe, sema tunaye Bwana shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye nani? Bwana shamba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu alivyofundisha, akawambia tazama, mimi ni mzabibu wa kweli, na Baba ya